Yes, bana, mambo vipi mwana? Sawa sawa, sawa digital, hope uko poa kabisa. Bana, niko hapa na sakata la South Africa pamoja na Marekani. Kumekuwa kuna story nyingi lakini pia eh, mambo ambayo kutokuelewana kutokana na eh, baina ya hizi nchi mbili kutokana na vitu tofauti tofauti ambavyo vinakuwa vimekwisha kuanzisha na nchi moja na nchi nyingine. Sasa pia bana eh, siku ya jana eh, waliweza kukutana rais wa eh, South Africa nikimaanisha Ramaphosa pamoja na Donald Trump rais eh, wa Marekani. Kuweza kuzungumza na kuweza kusolve eh, baina ya migogoro yao ya watu wawili ambao pia eh, walikuwa wakipambana. Waki Tunajua kabisa kwamba bwana eh, Trump alishawahi kusitisha baadhi ya misaada katika eh, nchi za huko Afrika, na moja kati ya nchi ambazo pia ziliweza kuathiriwa na hicho kitu ilikuwa ni eh, South Africa. Sasa mara baada ya hivyo vitu kuweza kutokea, South Africa nayo ikaona kama sasa kama huyo ametufanyia hivi na wao wakaamua kuana kuleta kama ubaguzi. Tunaweza kusema huo ni ubaguzi wa rangi, ambapo kwa wazungu wengi ambao walikuwa wakiishi katika eh, Afrika ya Kusini walikuwa wanatengwa eh, ikafika stage ikabidi wa, wa, wa, wa wananyanganywa vitu vyao ikimaanisha kama ardhi na vitu vingine vikawa vinazidi eh, kuendelea. Sasa mara baada ya siku ya jana kuweza kukutana eh, katika kikao hicho ambacho kiliwahusisha rais wa South Africa pamoja na, na, na Donald Trump waliweza kuongea mengi sana, na Trump ndiye pia akaweza kufunguka vitu vingi sana ambavyo vilikuwa eh, vimekwisha kutokea, lakini pia kwa yale mabaya ambayo walikwisha kufanyiwa wazungu ambao walikuwa kule wanapatikana eh, kule South Africa. Lakini pia kama ni mfuatiaji mzuri wa Sawasawa, pia kuna story ambayo nishawahi kukupatia kuhusiana na eh, moja kati ya wazungu ambao pia walikuwa ni wengi sana kule South Africa, ambao wao ilifika stage sasa, ikabidi waweze kuomba msaada kwa rais wao, nikimaanisha Donald Trump, waweze kusaidiwa, yani hata wakaweka kama ni wakimbizi, ili waweze kupata tu sehemu ya kuweza kupata malazi, makazi na vitu vingine viweze kuendelea kutokana na mateso ambayo wanakuwa wanayapata katika e, nchi za watu. Walikuwa ni zaidi ya wa, e, wazungu mia moja na hamsini na sita hivi ambao walikuwa wanapata shida hiyo na kuweza kurudishwa e, wakaweza kufika Marekani vizuri, na Rais Donald Trump pia aliweza kuwapokea. Na sasa mara baada ya kikao hicho kuweza kuendelea Eh, Ramaphosa pia na, na, na, na Donald Trump baada ya kukutana, eh, kuna kuna clip ambayo pia iliweza kuwekwa pale ambayo sasa eh, Donald Trump alikuwa akimuuliza moja kwa moja, eh, kwa moja Rais Ramaphosa kwamba kuna moja kati ya viongozi wa nchi yako ambaye ni mbunge eh, kutokea huko South Africa alishawahi kuongea na kunena hadharani kabisa kwamba wazungu wote inabidi wauawe, lakini pia kuweza kunyang'anywa kila kitu ambacho wanakuwa wanakimiliki eh, kutokea katika ardhi ya, eh, ya, ya South Africa. Sasa, bwana mbunge huyo pia wa Afrika Kusini ambaye aliweza kutangaza hadharani mbele ya umati wazungu kumbe wanapaswa kuuawa, lakini pia ardhi zao kuweza kunyang'anywa. Sasa huyo alikuwa anatokea katika chama ambacho kinafahamika kinafahamika kama Economic Economic Freedom Fighters. Ni moja kati ya chama ambacho pia e, kinapatikana huko katika nchi ya Afrika ya Kusini. Sasa nini hiki chama kinajihusisha au hiki chama ni chama cha aina gani bana? Hiki chama kutokea kule Afrika ya Kusini chenyewe kwanza kilianzishwa mwaka 2013 la na Julius Malema ambaye alikuwa ni kiongozi wa vijana katika chama cha ANC, eh, kabla ya kuweza kufukuzwa eh, EFF ambapo pia kinajulikana kwa msimamo wake wa mlengo wa kushoto pia lakini pia hasa kuhusu haki za kiuchumi kwa watu weusi waliokuwa wametengwa katika eh, utawala wa ubaguzi wa rangi kutokea kule katika eh, nchi ya Afrika ya Kusini. Sasa chama hiki pia na chenyewe kilikuwa kina mambo tofauti tofauti ambayo yalikuwa yanalengwa. Sasa nikikupa ni, bak kidogo kuhusiana na e, mambo hayo ambayo huwa yana deal sana na hiki chama, lengo e, kuu kwanza wenyewe ilikuwa ni kupigania uhuru wa kiuchumi kwa watu weusi, hasa kuweza kupitia e, bana sera kama e, kuweza kutaifisha ardhi e, bila fidia, Land exploitation without e, bana, e, com, e, compensation ambayo pia inakuwa inapatikana huko, lakini pia kitu kingine ni kuweza kutaifisha migodi na mabenki, lakini pia elimu na huduma za afya ni bure kabisa. Lakini pia jambo lingine lilikuwa ni masuala mazima ya itikadi. Unajua kwenye vyama hivi kunakuwa kuna itikadi zingine tofauti tofauti bana, chama ambacho kinakuwa kinajikita katika itikadi za ujamaa ambacho ni socialism na utaifa wa kiuchumi economic nationalism ambacho kwa kina kinapatikana huko. Lakini pia jambo lingine ambacho najihusisha na chama hicho ni eh, eh, masuala mazima ya mavazi na alama ambayo pia hayo wana chama pia wa hicho chama mara nyingi huweza kuvaa mavazi mekundu, mara nyingine e, kama sare ya wafanyakazi kuweza kuonyesha mshikamano na watu wa kawaida. Sasa hiyo ni kidogo tu kuhusiana na e, hicho chama ambacho kilikuwa kinapatikana huko South Africa ambacho kiliweza kusababisha na kuongozwa na, na huo mbunge ambaye alikuwa ameweza kuongea ku, kauli nzito kama hizo mpaka ikampelekea Trump kuweza kukasirishwa na hicho kitu na kuweza kumuuliza moja kwa moja Rais Ramaphosa. Lakini pia taarifa inaendelea kwa kusema Trump pia aliweza kuuliza swali hilo muda mfupi mara baada ya Trump kuweza e, kuagiza TV iwashwe na akumuonyesha Ramaphosa jinsi baadhi ya viongozi wana wanaharakati wa nchini kwake akiwemo Malema walivyotangaza e, hadharani kile Trump ambacho alikiita ni ubaguzi wa Wazungu lakini pia na kuwapokonya ardhi zao, ambazo licha ya kutazama video hii Ramaphosa aliendelea kusisitiza kwamba serikali yake haiungi mkono mauaji ya watu. E, ukiangalia vizuri pia. Kuna baadhi ya watu pia pembeni pale kuna kuna, kuna, kuna, kuna kama mshangao fulani. Kila mmoja alikuwa anashangaa kwamba video inaonyesha hii hapa na mmoja kati ya kiongozi wake ambaye amezungumza hili jambo ni kiongozi ambaye pia anamfahamu na tunajua kabisa katika nchi lazima tu anakuwa na hilo alafu tena anaendelea kukataa, so kawa kama kunaleta shock fulani hivi. Sasa pia Trump akahoji kwamba kwanini hujamkamata yule mwanaume ambaye ni, ni, ni Malema ambaye anafahamika kwa jina hilo, amesema wazungu wauawe. Kauli yake sina uhakika lakini na

Mtu akisema waueni watu fulani, anapaswa kukamatwa haraka, yule aliyekuwa anaongea kwenye uwanja wenye mamia ya watu. Na kuna wazungu wenye mashamba yao, tumeona video na wameuawa kwa hapa. Anasema kwamba kuna baadhi ya watu ambao pia wamekwisha kuonekana kuuawa kutokana na, na kauli hiyo ambayo ilikwishawahi kutokea. Lakini pia itakumbuka kwamba katika siku ya nyuma, rais wa Afrika ya Kusini Ramaphosa pia aliweza kumjibu rais Trump ambaye pia aliweza kutangaza kusitisha misaada nchini humo, kisa madai ya, ki, ya, u, ya u, ukwaji wa haki za binadamu na wazungu kuweza kunyanyaswa na kuweza kupokonywa e, ardhi zao. Sasa mara baada ya hilo maswakata yote haya kuweza kuendelea, akaona sasa ni kwa namna gani sasa mimi naendelea kutolea msaada nchi ambayo watu wangu ambao wananchi wana, wanaishi katika hiyo nchi wanaendelea kupata mateso, wanaendelea kuteseka, wanaendelea kuuawa, wanaendelea kunyang'anywa mali zao ikumbuka kwamba pia hata tunaweza tu, tuka, tukawekea mfano mzuri katika nchi zetu, katika nchi ni, ni, ni, ni bwana watu wako, kwa sababu sio watu wa, wazaliwa wa nchi hii basi waweze kunyanganywa eh mkutano pia uliendelea kwa viongozi hao, pia waweze kuitishwa ili waweze kuzimaliza tofauti zao na kuweza kurejesha ushirikiano mpya, ambapo Trump pia alimtaka Ramaphosa kukiri kwa wazungu ambao walikuwa wanabaguliwa nchini mwake, na alipowakataa imewasha TV na ushahidi wa nakala nyingine muhimu za karatasi na picha pamoja na video zinaonyesha mashamba ya wazungu ambao pia yanadaiwa kuweza kupokonywa banwa sana kwa sababu kila yengo ambayo anakuwa nakimbilia, eh, washikaji wao wana ile mifano hai kabisa wana videos ambazo pia viongozi wao walikuwa wanaongea, lakini pia wana baadhi ya, ya sehemu ambazo pia eh, wazungu ambao wanaishi katika nchi ya Afrika ya Kusini waliweza kunyang'anywa mali zao, lakini pia na vitu vyao vingi zaidi kutokea huko eh, nchini ya Afrika ya Kusini. Mazungumzo eh, yanaweza kuendelea na sisi kama sawa sawa Digital tutakuwa bega eh, bega kwa bega kuweza kukupatia updates kuhusiana na taarifa eh, hii, mara baada ya kila kitu kuweza kukaa sawa. Kipi ambacho kitamuliwa? Trump atasemaje? Ramaphosa atasemaje? Eh, misaada itaendelea kuendelea kue, kuingia katika nchi ya Afrika ya Kusini? Wazungu pia hawataendelea kuteswa katika nchi ya Afrika ya Kusini kama inavyodaiwa. Endelea kutufuatia sisi kama sawa sawa Digital, comment yako hapo, ukipia ukishare, ukilike utakomentisha kinoma noma.